Katika kizazi chenye kelele nyingi, sauti ya maono haipotei. Hapa tunaenzi, tunaadhimisha, tunasherehekea, tunapiga makofi kwa ajili ya wenye maono husherehekewa. Ukiangalia uh, aina ya service ambazo tunazifanya ya, na vilevile ukiangalia God's blessing ni generation, ni family company ambayo lengo lake, lengo letu hii kampuni iende kwa vizazi vizazi. Yes wote wanaokuja kwa sababu hatutaki kilichotokea nyuma kili kije kutokea kili tena yes. Kwa sababu nadhani umeona jinsi wazo lilivyopatikana, maana yake Kurugenzi mwenza aliangalia upande wao, aina ya kazi ambazo ziko ziliferi kipindi cha nyuma, pia mimi upande wetu liangalia. Kwa maana hiyo hatutaki hiki kitu kije kutokea tena kwenye baadaye kwa vizazi vyetu vinavyokuja. Kwa hiyo kilichofanyika kutokana na hizi service ambazo tumezizungumzia hapo mwanzo ambazo tunazitoa ya, sisi tuna watoto yes, tuna watoto ambao watoto na vipawa vyao ya. Kwa hiyo kwenye hivi vipawa, maana yake mpaka sasa tumesha tayari, tumesha plan, tumesha plan na tumeshaanza kuwa involve, tumeshaanza kuwa involve wa watoto ya kuhakikisha baada ya muda wanaanza kusimama wao kama wao. Ni maono e husherehekewa. Uh, labda niwaulize ni uh, wakurugenzi wote. mm -hmm. Ingekuwa ni rahisi sana kwa sababu kutoka labda upande wa mkurugenzi Bwana uh, Bausi okay, unge umepata vitu sita ambavyo a kwenye familia yako nanaweza kabisa, naona vijua vizuri fan lakini pia kutoka kwa mkurugenzi mwenza ni vivyo hivyo. Kwa nini hamkuamua, wewe na kampuni yako binafsi na wewe na kampuni yako binafsi? Kuna umuhimu gani wa kufanya hili jambo nikawa kifamilia? Hiyo ndo huwa ni, iyo, ndohua, ni mistake kubwa, naweza nikasema unapotengeneza unapo mgawanyiko, unajua tungesema huyu afanye kivyake na mimi nifanye kivyangu tayari pale tungekuwa tumetengeneza mgawanyiko. Kwa nini mgawanyiko? Kwa sababu hata hawa watoto itakuja kuwa yupi aende wapi kwanza. Pia tuna tumetengeneza mgawanyiko kati yetu, pia tutakuja kutengeneza separation kwa watoto, hiki cha baba hiki cha mama. Ila tulivyoviweka kwa pamoja ni rahisi wao kukiendeleza kwa sababu watachukulia hiki ni chetu sote, sio kwamba hiki cha huyu, hiki ni cha huyo. Na tunachotaka kukifanya na ambacho tayari tumekifanya ni kuhakikisha hawa wanakichukulia hiki kitu cha kwao wote, sio hiki ni cha fulani fulani. Ni mkuu, tunatengeneza usawa, japokuwa pia kwenye ku, kwenye watoto lazima unakuwa, kadri unavyokuwa unaenda nao, unaangalia kabisa okay? Huyu ana kipawa hiki, huyu ana kipawa hiki. Baadaye nani atakuja kukaa wapi? Sindio? Sasa mfano, vuta picha, tume sisi, tuna watoto wanne, sindio? Vuta picha, tumetenganisha, mke wangu amefungua kampuni yake kivya, sindio? Mimi nimefungua nimesajili kampuni kivya lita operate okay. Wakati sisi tupo yataenda vizuri, yanaweza yakaenda vizuri Sindio? Okay. Nimezungumzia kuhusu kuandaa watoto sasa. Angalia hapa, mvutano ndipo atakuja ndiyo. Mimi namuandaa mtoto fulani labda wa kwanza kuwa mkurugenzi wa baadaye kwenye kampuni yangu, yeye atamwandaa huyu wa pili, japokuwa okay. hii baadaye ya kama ni watu wenye wakiendelea kuwa na mshikamano na wenye maono, baadaye inaweza ikawa mfano kama hivi ni, ni makampuni mawili tofauti, lakini vitu wanavyovifanya vinaweza vikawa vinamuingiliana, inaweza ikaja kuwa ni nzuri zaidi baadaye. Lakini kwa kuwa ukishaweka utengano pale, yeah, on my side naona italeta shida baadaye mm. yeah, italeta shida baadaye, lakini kitu kizuri zaidi ni hivi, wote kwa pamoja kutoka kwenye ili wazo kuwa wote kwa pamoja, vikizaliwa vitu vingine, japokuwa uko ndani ya hivi hivi vitu. Maana yake, mfano, huyu anatengeneza kitu fulani, anachukua raw material huko huko ndani ya kampuni, anachukua raw material kutoka kwa mtu, sio kwa mtu mwingine, huko huko ndani ya kampuni. Yes. Kwa sababu kampuni inakuwa ina visabu, sio kampuni ina visabu kampani. Yeah. Kwa hiyo hiyo inakuwa nzuri, manake hela inakuwa inazunguka mule mule ndani. Labda niku, nikupe mfano Baresa. Ukiangalia Baresa anazalisha unga, si ndio? ya yeah. kwenye kuzalisha unga kule eh, anayemsaplaia eh, ile ngano kutoka shambani ni mtoto wake. Baresa anatengeneza labda juisi zile packaging material zile plastic anaye supply ni mtoto wake, lakini yes, ni ndani ya Bakhresa Group mle mle ndani manake, hela inazunguka mule mule. Umeona, ni kitu kizuri, lakini sasa, ukishaanza kutengeneza utengano mwanzo, umawai, umawai, ume, umetengeneza, umetengeneza uh, mpasuko, mgawanyiko, kwa sababu ni kama mpasuko, baadaye itakuja kuleta shida. Niweza kashangaa hawa watakuja wataanza kuwa makompetitors sasa. Okay, kwa sababu anajua siri za huyu jinsi anavyo operate na ataanza kufanya kitu ambacho kinafanana na huyu. Mwisho wa siku baadaye kuendeleza wataanza kuwa washindani sasa. Wataanza kuwa makompetitors aza eh, lakini wakiwa kwa pamoja wakakiendeleza kile kitu baadaye kuwa makompetitor, maana yake watakachokifanya sasa, watatengeneza kitu ambacho yani kuhakikisha kama nilivyotoa mfano wa Baresa, hii hela inazunguka hapa hapa, haitoki nje ya yeah, ni kitu kizuri, ni kitu kizuri. Mkurugenzi wa kweli, umetujivu vitu vingi sana. Wazee wetu ni mafundi kabisa wa wakasema, tafuta vya kwako, hivi vya kwangu na familia yangu, akiwa wameisha ku exclude kabisa, wakiwa sio sehemu ya hizo vitu kabisa, kwangu na kwangu na mke wangu. Hiyo ni swala la kweli kabisa, na hata ukitizama vita nyingi za urithi tunazogombania tunagombania nyumba. Uh, vita nyingi za urithi tunagombania viwanja, ambavyo wazee waliacha viwanja vilivyokuwa vya kwao na wake zao kabla hawajatuacha wenyewe. Lakini naona unazungumzia zaidi maono, unaridhisha maono au mama, wanasemaje? Sisi ni mashuhuda, tunashuhudia hili kwamba Bwana alituambia kitu pekee ambacho tunaweza kuwapatia watoto wetu ni maono sio fedha sio magari sio nyumba wala sio kitu chochote cha thamani ambacho sisi tunaona tukiwapa labda ndio tunawapenda au nini, zaidi ya maono ambayo tutakawaachia, kwa sababu kupitia hayo maono ndio yatawabeba wao. Hayo maono ndio ataweza kutoka kwenye sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwenye maono ndipo ambapo ataweza kugundua vitu ambavyo au utajiri ambao Mungu ameweka ndani yao, vile vipawa ambavyo Bwana ameviachilia ndani yao ni kupitia maono kwa njia ya maono hawawezi kujua ni kitu gani ambacho Mungu ameweka. Kama vile ambavyo sisi Mungu ametupatia maono, kupitia maono ndio tukajua kwamba kuna utajiri ndani ya familia zetu ambavyo wazazi wetu walishindwa kuviendeleza, lakini sisi tukaviendeleza, ni kupitia maono. Kwa hiyo kitu pekee ambacho sisi tunaweza kukirithisha kwa kizazi chetu na kizazi chetu ni kupitia maono ambayo Mungu ametupatia kwa sababu bila maono hawataweza kusonga mbele. Bila maono ndo kunaweza kuleta ule mkanganyiko ambao baba amezungumzia, kwa sababu kila mtu atakuwa na lafu yake. Kila mtu atakuwa anaangalia mali, atakuwa anaangalia vitu vile ambavyo vinaweza kuisha. Lakini tukiwaweka kwenye msingi wa maono, wanaweza kusimama na kusimamia kile ambacho sisi tumeanza kuwaonyesha, au kuwafundisha, au kukiona kupitia, kwamba ilitokea wapi, ilikuwaje, ambao wao itawajenga mind yao kwamba wao ni watawala mpaka na vizazi vyao na mkurugenzi, kama ambavyo tunaona, uh, mwaka mmoja uliopita kutoka katika ile Isaya 63 saba ambayo leo ndio God's Blessing Company Limited unacho, una, una kitu gani ambacho unaweza ukawaeleza wana wa Mungu ambao nao wamepokea neno la Mungu kwenye maono yao wanalishikilia, ndio hilo wanatendea nalo kwenye dari zao, una nini ambacho unaweza ukawashauri? Hata sisi God bless you. Mashuhuda, ni mashuhuda kwa sababu tulikuwa darasani tunajifunza kwenye darasa la biashara, ndipo ambapo bwana akatupatia maono ya kampuni yetu kupitia darasa tunajifunza kupitia. Tunajifunza la biashara tunajifunza, kujifunza kuhusiana na familia, ni kwenye familia zetu ni vitu gani ambavyo Mungu ameviachilia kwenye familia zetu kwa kupitia familia ndo tukaweza kugundua kwamba kuna utajiri mkubwa ambao Mungu ameachilia ndani ya familia zetu. Sio familia zetu sisi, kila familia Mungu ameachilia utajiri wake ndani ya hizo familia. Kwa hiyo ni wewe tu kukaa chini na kujua ni kitu gani ambacho Mungu amekiachilia ndani ya familia yako, ambacho hicho kitu amekiachilia ndio kinaenda kufuza, kinaenda katika kizazi hadi kizazi kizazi kwa sababu Mungu ana kawaida ya kurithisha, anarithisha kizazi hadi kizazi. Kwa hiyo cha muhimu ni kuangalia kwenye familia zetu ni kitu gani ambacho Mungu ameachilia, utajiri gani ambao Mungu ameachilia kwenye familia. Kwa mfano kwenye God blessing tumeona kuna utajiri ambao Mungu ameachilia kupitia vitu mbili na vitu kumi na mbili familia mbili, sisi kwamba sisi tumeunganisha familia mbili, tumepatana na tumekutana na vitu kumi na mbili ambavyo Mungu amefanyaje, ameviachilia ambavyo hivi leo ndio vinafanya kazi katika damu na nyama, na hivi leo ndivyo ambavyo tuna sisi tunaenda kwenye vizazi vyetu na vizazi vyetu kupitia haya maono ambayo Mungu ametupatia. Sasa nyinyi wana wa Mungu ambao mnatutazama sisi, God Blessing, wakurugenzi ambao tuko hapa mbele yenu, tuna imani ya kwamba kuna kitu kikubwa mmekipata, na kupitia hiki tunachokifanya, naamini kwamba tutapata shuhuda nyingi na kampuni nyingi sana ambazo zitazaliwa. Kwa hiyo ushauri ambao tunapenda kuwapa sisi wana wa Mungu wenzetu, ya kwamba Bwana anapokupatia neno lichukue neno, kaa darasani, jifunze, alafu chukua action. Kupitia ilo neno ambao umepewa lianze kulifanyia kazi lionekane katika damu na nyama. Asante sana God's Blessing. Imekuwa hakika tumebarikiwa sana na God's Blessing. Kama ambavyo kauli yenu inavyosema, nani mefanyika mm. Baraka kwetu na kwa wana wa Mungu wote ambao wamesikiliza siku ya leo. Basi kufikia hapo ndio mwisho kipindi chetu cha siku ya leo, kwamba kipindi hiki inakujia kwako moja kwa, kwa moja katika miba yako ya kwa, Sonship Spirit TV pana. Utapata kutizama kipindi hiki kila siku ya Jumatano saa 12 kamili jioni usikose. Lakini pia tunakuwa fura na furaha kubwa sana kupokea mridisho kutoka kwako kwa maswali, lakini pia jambo ambalo umejifunza kutoka katika kipindi hiki cha wenye maono husherehekewa siku ya leo. Karibu sana mpaka wakati mwingine tena. Ulikuwa nami mtangazaji wako Lilian Kiwone, Sonship Spirit TV.